Amiru soge. Sifahamu ni pepo lililojitokeza aidha lina dhamira njema kwa nchi au halina dhamira njema, kwa sababu mimi sio Mungu, siwezi kufahamu. Baada ya sisi kushughulika na matatizo ya wananchi dhidi ya CCM watu wamegeuka kushughulikiana wao wenyewe. Sasa kama alikuja atana ya kuondoka majengo na hata yale majengo tutagawana, yale majengo tutagawana, aa yale majengo ndiyo watabaki nayo, sisi tutaondoka, na hata yale majengo tutagawana, kwa sababu hawakutoka nao sijui Singida si, si tutagawana. Nilikuja mwenyewe, sikuletwa na mtu, ndivyo ambavyo leo nitakavyoweza kuondoka kwa kutokushawishika na mtu ni na sababu chache zinazoweza kunifanya niweze kujitoa kwenye hiki chama leo. Sababu ya kwanza ni migogoro inayoendelea ndani ya mkoa wetu wa Njombe. Kuna mgogoro mkubwa umejitokeza ndani ya chama ndani ya chama hiki cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Kwanza tulikuwa tuna uchaguzi wa mkoa. Ule uchaguzi hatukuelewa ni nini, yani kuna sitofahamu ilitokea Mheshimiwa si makamu mwenyekiti alipokuja mkoa wa Njombe nilijua katika mkoa wangu anakuja kumaliza tatizo, lakini alikuja kuongeza tatizo. Alifika hapa akawa yule bwana anaongoza vikao kama vikao vya watoto wake wa ndani sio kama ni watu wazima tuliokuwa mle ndani. Tumewaita leo hii tukiwa na kusudi moja tu, kusudio letu ni kujivua wanachama wa wana chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kwa yale ambayo yanaendelea kwenye chama chetu. Chama hiki sasa hivi kimekuwa hakina upendo, ni tofauti kabisa na CHADEMA ile ambayo tulizoea mwanzo. Mimi kama Veronica nilijiunga kwenye chama cha CHADEMA mwaka elfu mbili na nne Wanachama wangu nina tarajia leo hii, mwaka elfu mbili na ishirini na tano ukomee hapa, kwa yale ambayo yanaendelea kwenye hiki chama. Sasa hivi imekuwa ni tofauti na miaka mingine tulivyokuwa tukiishi. Chadema ilikuwa ni chama ambacho ilikuwa ni kimbilio la wengi, kilikuwa ni chama ambacho wengi tulikuwa tunakipenda kwa sababu kilikuwa ni chama ambacho tulikuwa tunaishi kwa upendo sana, <kwa kweli> Mbona unanyosha vidole tena vya Chadema?